Alo, habari. Naitwa Ibrahim Kadilo, jasiriamali, mshauri wa biashara. Wapendwa, kama wewe ni mgeni Kadilo Online, tunawasaidia wajasiriamali wadogo na wakati kama wewe kupata wateja wengi mtandaoni. Tunafanya matangazo ya kusponsa, tunafundisha jinsi ya kufanya matangazo ya kusponsa, tunafundisha jinsi ya kuuza bidhaa au huduma mtandaoni, tunafanya setup ya akaunti za matangazo, tunatengeneza matangazo yenye mvuto, tunaondoa changamoto za account za matangazo. Kwa hivyo kama we ni mgeni basi bofya subscribe, ili next time tunapotoa video zenye mafunzo kama haya uweze kupata ujumbe unaokutarifu tumetoa video mpya, lakini pia unasaidia watu wengi zaidi waweze kufikiwa na mafunzo kama haya. Kwa hivyo bofya subscribe. Katika video hii ntashia na wewe jinsi ya kudhibiti matumizi ya bando lako. Inawezekana unaweka bando kwenye simu yako, muda kidogo tu unakuta bando limekwisha. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kuzingatia, kama unatumia Facebook utakwenda kwenye Facebook yako. Uh, utaingia kwenye Facebook yako kama unatumia Facebook Lite au unatumia Facebook ya kawaida, utaingia kwenye Facebook yako. Ukishaingia utabofya hapa juu kwenye picha ya profile yako, utabofya setting. Utabofya setting. Ukishabofya setting uta scroll down, utakwenda sehemu chini hapa imeandikwa media. Ukisha click media, unachotakiwa kufanya ni ku check Yaani ni kuweka tiki kwenye sehemu iliyoandikwa never auto play videos, yaani video zinakuwa zina, zina jipray zenyewe, kwa hiyo zinaendelea kutumia bando kama wewe unakuwa unakua ujaifunga. Kwa hiyo kitu ambacho tutakifanya, wewe utakuja utaweka never auto play, kwa hiyo video haitokuwa haitokua inajipray yenyewe mpaka wewe utakapokuwa umeifungua, kwa hiyo utakuwa umeokoa bando. Kwa hiyo baada ya kuancheck hapo utauli nyuma utaifunga uh, Facebook yako. Kwa hiyo kama unavyoona, ukiscroll ukikutana na video zinakuwa haziplay zenyewe, kama unaona haipray yenyewe kwa sababu umekuwa ume, ume never auto play. kitu kingine unachofanya jaribu kupunguza apps ambazo hauzitumii, ile apps ambayo unaona unaitumia mara kwa mara basi uninstall, unaweza ukaiinstall Uh, ukai click yenyewe ukainstall, lakini kuna apps ambazo zinakuwa zinakuja na simu, huwezi kuinstall apps, na zenyewe zinachangia sana katika kutumia matumizi ya bando, zinakuwa zinajiupdate zinajidownload wakati wewe ukiwa hautumii. Kwa hivyo bando lako unakuta lina linakusha haraka. Kwa hiyo unachoweza kufanya, unaweza ukazidisable ukazizuia, ili zisijifungue zile apps. Kwa hiyo utakwenda kwenye setting ya simu yako ukishaenda setting, utafuta tafuta sehemu imeandikwa app management. Kwenye app management utaifungua app management, then utaenda kwenye app setting. Ukishafika kwenye app setting, maana yake utazidisable zile apps ambazo unaona kwamba hauzitumii. Kama apps hauitumii, basi utaidisable. Eh, utachagua ni app gani unaona uitumii mara kwa mara. Kwa mfano hapa, unaweza ukaja kwa mfano hapa YouTube Music. Kama uitumii YouTube Music mara kwa mara utaifungua, halafu uta disable. Ukidisable, maana yake itakuwa haifanyi kazi, haiwezi kuji update, haiwezi kuji download. Kwa hiyo itakuwa unaokoa matumizi ya bando. Uh, ah, kama umefaidika basi comment uh, ah, nimefaidika, na bofya subscribe kwenye picha ya channel hii unapoiona, bofya subscribe, like, comment, kisha tukutane kwenye video ijayo.